Kuna sifa mbili tatu za kuanza upya, mwanzo mpya. Cha kwanza ni kwamba tuwe na utayari kutoka mahali tulipopazoea ama hali tuliozoea. Kuna kitu fulani ambacho watu wanapenda kwamba nimeshazoea hivi, mimi ndo nilivyo hapa. Ah, kazini kwetu tunafanya hivi ama, ah, mimi hata sitaki ku, ku, kuomba ile promotion maana niko sawa tu hapa nilipo, ama ah, ah, sitaki kuapply hiyo kazi mau sijui sitaki kuomba hiyo tenda ama sitaki kufanya hiki kwa sababu hapa ah, nilipo panatosha, nimeshazoea. Lakini hapana, hizo ni fikra hasi, hizo ni fikra ambazo zinakufanya wewe usiendelee lakini tunatakiwa tufanyeje? Mafanikio yetu yanakuja pale ambapo sisi tunapoamua na tunapokuwa na ujasiri wa kutoka au kuachilia vile vitu ambavyo vinatufunga, vile vitu ambavyo vinafanyaje, vinatufunga au vile vitu ambavyo tunakuwa tuko tuko, yani, tunasema tuko in our comfort zone. Kwa hiyo asubuhi ya leo, cha kwanza ni kwamba kuachilia hivyo vitu. Simoni alikuwa ni mvuvi mbobezi, lakini aliachilia ile hali yake ya ujuzi, eh, ya uzoefu. Akasema hapana, kuna kitu hapa, hebu nimsikilize anavyosema hivyo. Na sisi pia tunatakiwa tuachilie ile hali ya kwamba mimi naweza au nimeshajua, bwana, tumeshafanya kazi kwenye ofisi miaka mingi, kwao mi najua, ah, ah, tuachilie hiyo je, tusikie Mungu anatuambia nini? Kitu gani kipi ambacho anatuambia asubuhi ya leo? Lakini kingine, tuwe na ule utayari wa kwenda pale tusipopajua, na huo utayari wenyewe unakuwepo kwa sababu tunajua ni nani ametuambia, ambao ni pointi ya tatu, ya kwamba inakusaidia sana kujua nani anakupa maelekezo. Anayekupa maelekezo yule mtu anajua kitu chake. Tunawasema kwamba ukiwa unanunua product yoyote huwa mara nyingi inakuja na maelekezo jinsi ya kuitumia na nini. Najua wengi wetu watu somya maelekezo, hicho karatasi watu ukipata tu tunakitupa, lakini shida ikitokea, sehemu ya kwanza kwenda kuangalia ni wapi? Kwenye kile karatasi, yale maelekezo pale, ndo sehemu ya kwanza ya kwenda kuangalia. Sasa maelekezo sisi tuliyopata yako katika Biblia ambao Mungu anatuambia nini. Kuna mambo mengi Mungu anatuambia asubuhi ya leo. Tumetoka kusoma lesoni ya Yoshua, maisha na, na mafundisho kutoka kwa kwenye kitabu cha Yoshua, na Yoshua moja tatu inatuambiaje? Inatuambia kwamba kila mahali nyayo za miguu yako zitakapokanyaga, nimewapa kama vile nilivyo Mwahidi Musa. Mungu anakuambia nini asubuhi ya leo? Kila sehemu wewe utakapokanyaga amekupa. Sasa kwa nini unaogopa kwenda? Ameshakwambia wewe amekupa. Kwa nini wewe unaogopa? Wakati ni yeye mwenyewe, yeye mwenyewe ambaye anaweza. Yeye mwenyewe ndo anajua. Anajua kilichoko pale. Kwa, kwa nini usimwamini yeye anayejua? Eh? Yeye ndo anayejua. Kwa nini usimwamini? Na neno lake limesema Kwayo, tudai ye, kwa hiyo lazima tudai ahadi zake, maana amesema yeye Bwana mwenyewe ndo amesema, kwa nini tusidai ahadi zake? Tukiangalia tena katika kitabu cha Yeremia ishirini na tisa kumi na moja, ni fungu ambalo wengi tunalijua bila shida, wetu wengi tunalijua ili fungu kwa sababu ni fungu ambalo ni ramani ambayo inatuongoza, ni compass ambayo inatuongoza. Fungu lenyewe linasemaje? Kwa maana najua mipango niliyo nayo kwa ajili yenu, asema Bwana. Ni mipango ya kuwafanikisha na wala si ya kuwadhuru. Ni, ni mipango ya kuwapa tumaini katika siku zijazo. Sasa kama Mungu mwenyewe amesema kwamba mipango alionayo ni ya kuwafurahisha. Mipango alionayo kwako mwaka huu elfu mbili na ishirini na sita unapoanza kazi, unapoingia katika majukumu yako ni ya kukufurahisha, na amesema sio nini? Sio kukudhuru. Kwa hiyo kwa, kwa sababu amesema yeye, yeah, yeah, tunaenda tunafuata, tunadai ahadi zake, na anasema pia ni mipango ya kuwapa matumaini. Kwa hiyo pale ambapo labda mwaka wako elfu mbili ishirini na sita hakuisha vizuri, yeye anakuambia ni kwa nini, kwamba mimi nina mipango ya kukupa uwe matumaini, unakuwa na tumaini jipya katika huu mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Kwa hiyo, kwa sababu yeye amesema, sisi kazi yetu ni kufanya nini? Ni kudai ahadi zake.